Wananchi wa kitongoji cha Mpakani kijiji cha Kapyo kata ya Mahongole wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya wameziomba mamlaka mbalimbali kutatua mgogoro wa ardhi baina yao na Wakala wa Misitu ili kuwanusuru vipigo na vifo. Wakiongea kwa nyakati tofauti kwenye, kwenye msiba wa marehemu Mwashita Mwanawalugu Mwabangala mwenye umri wa miaka sabini na tatu anayedaiwa kupigwa na kusababishiwa mauti amesema wamekuwa wakifukuzwa katika maeneo yao ya asili. Kaka wa marehemu Edward Mwanawalugu amesikitishwa na kifo cha mdogo wake. Malingo Mwabeule ni mkazi wa Kongoro Msisi Kijiji cha Kongoro Msisi Wilaya ya Mbarali. Huyu aliyefariki mimi ni mjomba wangu.

huku watu wapo wanakamata paka kidogo wananipigia sana sababu na mjomba wako kule ngambo wamempiga sana Mwashita, wamemkuta chabana palia mahindi, ah, hey. ah. Pole, kuja kumwangalia mjomba tukamkuta hali mbaya, mjomba pole sana. Akasema asante. Vipi umepigiwa sehemu gani? Kwa sababu wamenipiga sana kiuno na miguu na walikuwa wanakanyaga paka kifuani. Huko Bahati Costa Mashima, ni mkazi wa kijiji cha Kapyo kitongoji cha Mpakani B jirani na huyu marehemu aliyekufa kweli na mimi menisikitisha sana yani, tunakurupushwa tuna, yani tangia zamani sisi tulikotoka, yani, tangia tunaanza kulima hayo mashamba hatujawahi sikia kitendo kama hiki, na nasikitika kwamba ingekuwa labda ni taarifa imekuja ngeni, tungeambiwa jamani, haya mashamba yenye yenye mlikuwa mnalima meachiwa na wazazi wenu. Kwa saizi kuna watu ambao wenye miliki yao wamekuja kuyachukua ila wao walikuja wakati mashamba tumeshaandaa, na mzee Andi anapalilia mahindi ni kuingia kuwakamata na kuwachapa viboko. Kwa hiyo sisi hatuelewi, kwa hiyo tukajaribu kupeleka malalamiko kwenye serikali zetu za mitaa ambayo kama kijiji. Ombi langu, ombi langu kwa serikali kama i, ako, i, i, hilo eneo lilikuwa ni la TFS wanaita TFS sijui. Ningeomba hivi sisi hapa tuna makazi, hatuna eneo la malisho, hatuna eneo la kulima, na ndio walikuwa wanalima huko huko wanachungia na mifugo huko. Sisi tunaomba serikali itusaidie hilo eneo ituache kama tulivyokuwa tunaishi zamani. Inaitwa Edward Mwanawalo ni mkazi muka, wa msisi mkola mimi huyu kama mdogo wangu, mimi nasikitika mdogo wangu kwa kutwa kupigwa na bila sababu. Mtu alikuwa kiziwi, wangemwelewa kwanza kama huyu ni mtu kiziwi, wasingempiga kipigo ka kiasi kile. Mimi tu naiomba serikali moja kwa moja, kama jambo hilo lipo ifuatilie vizuri, na wao sasa hivi tukishirikiana wote hapa kusema tukawapiga hatutawapiga polini kwa wote sisi tutawapiga mimi naomba serikali ishikamane na hili neno liwe sahihi. Mimi nasikitika kwanza, niko kwenye majonzi ya mdogo wangu. Chifu Soja Masoko wa kabila la Wasafwa, mbali ya kusikitishwa na tukio hilo, ameiomba serikali kuwachukulia hatua kali askari wanaodaiwa kutenda tukio hilo. Naitwa Chifu Shayo Soja Masoko, Mwenyekiti wa machifu wa wilaya ya Mbeya Vijijini. Eneo ambalo nipo ni vitunguji vya wilaya ya Mbarali, lakini kimila viko wilaya ya Mbeya Vijijini. Na kwa taarifa fupi niliyoipata kutoka kwa machifu wa maeneo haya, nimepewa taarifa na Chifu Mahena ambaye ndio wa maeneo yake, nimeipokea kwa masikitiko makubwa sana sikutegemea kuwa viongozi wa serikali wanaweza wakafanya vitu vya namna hii, kwa sababu hapa sasa hata, hata ulinzi shirikishi hapa ni kama umekiukwa. Polisi jamii hapa haipo. Kama tukianza kufanya hivi tunasaidianaje? Mwananchi anatakiwa aelimishwe na sio kumuua, kwa sababu sidhani kama serikali inawahimiza hawa vijana wafike wa, wa msituni na kuua. Sasa hapo ni kama wanatengeneza mazingira ya vita na wananchi nao wakiinuka nao wakataka nao wa, wa, wa, walipize kisasi, tutakuwa naelekea wapi? Niwaombe, niwaombe viongozi wa TFS na serikali yetu kwa ujumla, haya yanayotokea ni sintofahamu kwenye jamii, inazua taaruki. Hakuna jamii yoyote inayependa kuuana hata kidogo. Nchi yetu hii ni ya amani, vipi leo tunaanza kufikishana kwenye hatua hii? hawa vijana wanaofanya kazi huko porini kuangalia mazingira tunawapenda lakini kwa mtindo huu hatuwezi kuwapenda hatuwezi kuwapenda hata kidogo na hili kama serikali inanisikia kipindi rais mheshimiwa Samia alipokuwa amekuja mbeya mbeya vijini nilitoa ombi la kuomba kuwa wananchi wangu wa maeneo haya tarafa ya tembela wameingiliwa kata baadhi, upande wa Mbarali na upande wa Mbeya vijijini vimeingiliwa na hii TFS, lakini imekuwa ni mgogoro mkubwa sana, kwa sababu TFS wakati wanakuja walikuta kuna maeneo ambayo watu ilikuwa ni makazi kipindi hicho, kabla ya sogeza. Kwa hiyo waliendelea kuwa wanalima mashamba yao, walizuia yale mashamba na wananchi hawakuwa na ugumu, waliyaacha, kwa sababu wanaipenda serikali yao, lakini leo inapofikia hatua baada ya kufanya mazungumzo tunafika kwenye kuuana. Mimi kama chifu sijafurahishwa na hili jambo, na namuomba Mheshimiwa Rais popote atakapokuwa ananisikia, ombi letu ambalo tulimpelekea tukiwa pale Mbalizi, naomba ombi hili alipitie tena kwa namna nyingine, ili lisilete tena hiki kitu kama hiki ambacho tumekiona leo. Mwisho wa siku watu wataanza kuuana kama kuku. Sasa hatupendi kuona vinatokea vitu vya namna hii hata kidogo, hata kama hata kama hao watu wa TFS shida yao ilikuwa ni kuja kuangalia maeneo yao kama yanaingiliwa, watu wanakata wanafanyaje? Nimejaribu kufuatilia historia hapa, inaonekana huyu mtu alikuwa kwenye shamba ambalo miaka yote analilima hakuwa anakata miti mipya, lakini kama kweli mtu anakuja na wao kwenye shamba lake ambalo alikuwa analima siku zote na wao wanazunguka huko wanalikuta, kwa nini si asimwilimishe alafu huyu mtu wana ndugu anasema, alikuwa alikuwa kiziwi, alikuwa asikii masikio. Kwa hiyo kitendo kile cha kutosikia masikio, wanacho wanachomwambia wao, walihisi kama ni kiburi, badala yake wakakamilisha swala la kumpiga na mpaka amefikia imefikia hatua ya mauti yake. Kiukweli naomba serikali, hawa vijana waliokuja siku hiyo sidhani kama, sidhani kama mkurugenzi wao aliwatuma kuua kama aliwatuma kuja kuangalia, wachukuliwa hatua wa za kisheria za kinizamu. Huu sio utendaji, sio utendaji. Hatuwezi kufika tunako kwenda namna hii. Aidha, mwenyekiti wa kitongoji cha Mpakani Sikujua Simbeye amesema mbali ya kukiri kuwepo kwa tukio hilo, yeye ni miongoni mwa watu waliopata madhira. Mkazi wa Mpakani kitongoji B kia taarifa ya baba yetu au babu yetu pigwa na TFS. Kama kiongozi, taarifa nipokea kwa uchungu na kwa masikitiko makubwa. Wiki mbili toka wiki mbili toka haya matukio yameanza kutokea, na watu wanapigwa huko shambani, wanawake wanarukishwa vichura pamoja na watoto. Ila wanaume ndio wanapigwa sana, na wanapigwa kwa sababu tumelima mashamba huko juu, tumeanza kulima huko mashamba toka mwaka 1990, yanalima huko mashamba hatujaenyanyaswa wala hatujawahi kupigwa. Kwa tukio la hizi wiki mbili, tunasikitika imekuwaje, mpaka wamekuja saizi wanatupiga watu wat Diwani wa Kata ya Mahongole Patrick Mwaisoba amekiri kuutambua mgogoro huo na juhudi alizozichukua. Naitwa Patrick Andulie Mwaisoba ndiye mheshimiwa diwani wa Kata ya Mahongole. Ni kweli nimepokea msibau kwa masikitiko makubwa sana. Kwanza Awali ya yote ni mshukuru Mungu ambaye ametuwezesha siku ya leo tuweze kuwepo hapa pamoja na majonzi, lakini hii changamoto labda niielezee kwa ufupi kidogo, labda naitambuaje? Ni diwani wa awamu ya pili, awamu ya kwanza tulikuwa tunashughulikia swala la kuona mwingiliano kati ya TFS na wananchi, na nilipoingia nikaanza kufuatilia hilo jambo la kuona namna gani kuna mwingiliano kati ya TFS na wananchi. TFS wanadai ni eneo lao na wananchi wanadai ni eneo lao. Ukiangalia kiutaratibu, lamani ya kijiji cha Kapyo kinaonyesha kwamba eneo lote karibu eneo kubwa limechukuliwa na TFS ambao ni kinyume cha utaratibu. Baada ya hapo, nilipofuatilia nikaenda kwa mkuu wa wilaya Batizuri, mkuu wa wilaya akanipa ratiba ya kuja kuona mipaka hiyo. Ilikuwa ni mwaka wa juzi kabla ya uchaguzi. Tulipokuja kuona mipaka ikaonekana ile mipaka, baada ya kupitia ikaonekana, kwa sababu tayari ile ramani inasomeka iko TFS, lazima tuone namna gani tunaanza kufanya mchakato wa kuomba kubadilisha ule mpaka ambao TFS wanadai ni mali yao. <coughs> Tukawa tumeanza hatua hiyo tukishirikiana na mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Bahati Kenneth Ndingo, tuliendelea kulifuatilia hiyo jambo hatimaye baadaye walikuja TFS toka makao makuu. Baada ya kufika wakalipigia simu, tukaja site. Awamu ya kwanza walikuja kutuonyesha huu mlima kwamba eneo tunawapa, wakatoa kibali cha kutoa hekari 148 baada ya kutoa hizo hekari 148 lakini ilikuwa inalenga huu mlima. Baadaye mimi kama kiongozi nikasema malengo yetu ni kuonekana kwamba tunapata eneo ambalo ni tambalale kwa ajili ya matumizi ya binadamu tunasema ardhi yaongezeke, watu wanafanyaje, wanaongezeka. Mwisho wa yote kaonekana basi, baada ya siku wakaenda kujadiliana tena, wakapiga makao makuu kwa wenzao, wakarudi tena wakanikabidhi eneo la tambalale ambalo lipo karibu na sheli, kwa maana libaki kwa ajili ya wananchi. Lakini ilionekana eneo lingine bado liko mikononi mwao, wananchi wanaendelea kufanyaje kulitumia. Utaratibu wa serikali yetu si kumwadhibu mtu, ila mtu anatakiwa kuchukuliwa sheria kama ameingia kwa hata lilofanyika li ili kupitia TFS, ni makosa makubwa sana kwa sababu baada ya hapo walipotoanisha ramani ikabaki eneo baadhi, wananchi wa kijiji cha Kapi, hususan mpakani, walikuwa wanaendelea kulitumia lile eneo kwa sababu ni muda mrefu ameendelea kulitumia, lakini kutokana na huu mfumo unajua, kwa sababu uongozi unabadilika, ndipo nilipopata taarifa, nadhani wiki mbili tatu zilizopita. Kwanza mmoja ya kwanza, kuna baadhi ya wazee walikuja kwamba tumefuatwa ili si tuondoke. Nikawaambia, nyie wazee, kwa sababu ni umri wenu, jiorodhesheni mwende ofisi ya TFS muonane na meneja, kile mtakachojibiwa mtakuja kuniambia, afu na mimi niongeze nguvu yangu tuone na kuaje. Kwa bahati mbaya, wale wazee wakwenda, na kwa kuwa wakwenda, waliendelea kufanya shughuli za nini za maeneo yale, kulima. Awamu ya kwanza nimepata taarifa za kwamba waliwafukuza wakanyang'anya majembe baada ya kunyang'anya majembe, yule kiongozi wao wa wazee nikamwambia, hujaenda hadi sasa? Kasi nilikuwa na changamoto. Baada ya wiki moja na kitu nikawa nimepigiwa simu ya kwamba kuna mzee mmoja amepigwa, ameumizwa. Unaona, yule mzee nadhani ambaye sasa ni marehemu, wanasema yule mzee alikuwa asikii vizuri. Kwa hiyo inaonyesha tayari wale TFS walihisi kama anafanya nini kama jeuli fulani unaona, lakini alikuwa asikii na alikuwa hawezi kujibu, kwa kwao akajua anafanya ujeuli, nadhani waswali mpiga. Baada ya hapo, nikamwambia yule mtu niandalie, ikiwezekana nije nimuone. Bahati mbaya tukawa tumeingiliana kwa jambo lingine la kiserikali. Bahati nzuri tuko na baraza tarehe moja wiki iliyopita nikaonana na meneja wa TFS nikamwelekeza changamoto iliyopo huko, nikasema kuna watu wako meneja kwa kweli ni mgeni, wanafanya kuwaumiza wananchi. Sisi tupo tayari mtu kama kweli ni eneo la, la TFS, lakini si swala kumpiga mtu, ni bora mtu akakamatwa akapelekwa lokapu kuliko kumuumiza mtu. Kuna mzee mmoja ameumizwa hadi sasa naugulia. Akaniomba akasema samani mheshimiwa, Mheshimiwa Diwani, naomba wiki ijayo ambayo ndio hii sasa, tupange siku niweze kuja kwa ajili ya kupitia hayo maeneo kuna maeneo mengine tumeenda kukataliwa, tumeweza kutatua. Kuna watu wanalima katikati ya eneo la TFS, nikasema sawa wazee, ni kuwapa elimu sio kutumia nguvu, kwa sababu miaka yote walikuwa wanalima yale maeneo. Sasa itakiwa tukae na watu tuwaelekeze, kama mwaka huu wamekosea, basi mwakani angalau tuwaambie wasifanyeje, wasiendeleze yale maeneo. Unaona akasema si mheshimiwa, nitakuja wiki ijayo ili niweze tuweze kupitia wote tukiwa wote tupitie hayo maeneo na ikiwezekana tuwaite hao watu wanaotumia hilo eneo hii tuwaelekeze tuendelee kuwapa elimu, lakini kwa bahati mbaya ni juzi nimepata, ndio nimepata taarifa ya kwamba mzee ni jana kwamba mzee ambaye alikuwa na majeraha bado ali, alikuwa na maumivu ya ndani kwa ndani kwamba alivyotibiwa kwa sababu na maisha yetu haya aitibiwa yani, matibabu ya, ya kawaida kutokana na uwezo wa kila mtu ndio kwao tayari, kumbe bado maumivu yapo. Baadaye wakampeleka nyara karudi tena ume thandu, ya pili nadhani ndio juzi amekata. Lakini sikukata tamaa, nikamshirikisha meneja nikasema vijana wako walichokifanya kimetoa matukio haya ambayo sio mazuri, na akaniambia akasema, mheshimiwa, sitarajii hebu nifanye uchunguzi, si kwa sababu mimi sijafika site. Nikasema jaribu, akaendelea kuwasiliana nao, wakamwambia sio sisi. Mimi aliponirudia akasema, anasema wala sio vijana wenyewe Nikasema, meneja, watakudanganya wewe kwa sababu na miezi miwili wilaya ya Mbarali. Lakini wananchi wangu wa Kapyo au mpakani wanafahamu watu wa TFS sio wenda wazimu, niachie niende kufanya uchunguzi, ni wakina nane walihusika, ratiba yetu ya kuja kwa wananchi iko pale pale. Nikasema sawa, sasa ndio tunaenda kuzika kesho, mzee sasa. Hii changamoto imejitokeza ko, ili jambo nalielewa hivyo, na niliendelea kufuatia kwa karibu kwamba kuona namna gani wale wananchi ambao wanatumia lile eneo waendelee kulitumia au waendelee kuwapa elimu kuondoa hii dhana ambayo inaendelea, na adha adha wanaopata wazee, asilimia kubwa na ulima hilo eneo ni wazee. Unaona? Kwa ajili ya kulima mahindi ili angalau ajikidhi chakula, ko changamoto iliyopo ndio hiyo, na niseme kwa ufupi naelewa hivyo na nichukua nafasi hii kwamba hata mimi mwenyewe nimepokea msiba huu kwa masikitio makubwa sana, kwa sababu tayari kwamba mzee mzetu kwa, alikuwa familia na jamii ilikuwa inaendelea kumtegemea unaona no. Na hii kilichotokea hakuna mtu ambaye amekifurahia, hata wale waliofanya hawajaonyesha ubinadamu. Nadhani ni kama ni vijana, tunaamini wana wazazi kwao, lakini walichokifanya sio cha kibinadamu ni bora mzee angemchukua angempeleka hata Rujeo, angempeleka hata Igurusi, ingeonekana ni kesi tunasimama, sio kwa maamuzi ya kuchukua sheria mkononi. Nchi yetu ni amani, inahitaji kwamba tunashindana kwa sheria, kwa utaratibu. Umefanya kosa, hatua za kisheria zichukuliwe. Mtu yote mwaarifu anatakiwa heshimike, afu tuangalie mwisho wake, maamuzi yanakuwa nini. Kuna haja ya taasisi na wananchi kukaa pamoja ili kuimaliza migogoro na kila mmoja aishi kwa amani. Hii ni Machweo Online TV.